Majina, mimi naitwa Alex Vitalis Ndailagiji. Wapo wa vijana wanaojikiti kwenye kundi la maneno ya watu kutoka kwenye mitandao, kutoka kwenye TV, yani, na kwenye redio kwenye uniga zote zile mitandao yote. Sasa wale wavijana, wa vijana ninachowashauri watafute kazi za kufanya. Wasikilize wale watu ambayo wako kwenye mitandao, kwenye mitandao kupitia simu kubwa kwenye TikTok, sijui WhatsApp. Sijui Instagram, sijui nini. Yaani hiyo hiyo mambo ya mitandao wasifuatilie kwa sababu wanatugombanisha sisi wa Tanzania, tugombane maisha yetu ili mradi yakaende chini wakati anabidi aende juu. Alafu cha pili, hao wanatugombanisha kupitia mitandaoni, wao wanataka sisi wa Tanzania tusambaratike na mali zetu zipotee kiasi kwamba kila mmoja asigitambue. Mimi ninachoomba vijana wenzangu, watafute kazi za kufanya, aidha atafute kazi ya bodaboda. Ama atafute kazi aweze kuuza machungwa barabarani, au awe aweze kuuza kuku barabarani, au awe aweze kuuza yani nguo mtumba zile, akaenda kanunue akatembeze, ili apate kipato, aache kusikiliza maneno ya hao watu wako nje huko. Sisi tunakula ugali na tembele, alafu tunakula michicha, alafu tunakula dagaa na nyama tukijipata mara moja moja, haina shida. Na hali hivyo tunakula hapa kwetu, wale kule wanakula mapizza -ma Magatu ya kizungu kule, sisi hatujui na tuwafahamu. Sasa wanakuja kutuchonganisha huko kwenye mitandao imaji. Sisi wa vijana wavijana, tushinde kujenga nchi yetu na kuweza kuimiliki vizuri sahihi. Hayo ndio maelekezo yangu nimewapa wa vijana wenzangu, kiukweli wasikilize maneno ya mitandao yanapoteza. Mimi hapa nina simu kubwa, sema sina hapa. Mimi mitandao nasikiza vizuri tu, ila yale maneno yao huko yanachekecha, alafu yanachambua, naona hawa wanataka nini na wanahitaji nini sasa katika nchi yetu ya Tanzania ninachokiona wapo watu wanahitaji uchochezi wa kuweza muchonganisha wa Tanzania, ili mradi hii nchi iwe ya vurugu. Kiukweli kitendo kilichofanyika hapa cha maandamano, ambayo maandamano yenyewe yalikuwa hayako sahihi, ambayo ni maandamano ambayo hayako kwenye kisheria na kikatiba, mimi sijapenda kama Mtanzania mzalendo ni mzaliwa nchi hii kweli, mimi sijapenda kwa sababu gani? Cha kwanza, cha kwanza mali zetu sisi wafanya biashara na wengineo, alafu cha pili, sisi wafanyabiashara kama sisi bodaboda, wanatusimamishia biashara zetu, ikawa ni shida, biashara zangu ziliyumba sana. Kiukweli mimi kama Tanzania mzalendo sijapenda kuungana na kikosi, na sio cha kuandamana na kuharibu mali za watu na kuiba mali za watu, kwa sababu maandamano yao yalikuwa sio maandamano ya sheria, yalikuwa maandamano ya wizi. Mimi sijapenda kabisa, yaani sijapenda. Alafu cha pili waliharibu maisha ya watu wengine, hata pamoja na mimi mwenyewe nimo. Kwa kwa mfano, walipofunga sheli, mimi kupata lita ya mavuta ilikuwa ni somba kupata lita ya mavuta yaani kupata lita mbili lita tatu yeah.